Leo nakuletea makala kuhusu historia ya mji wa Mtwara. Jina langu Sara Lengoni. Mkoa wa Mtwara uko kusini mwa Tanzania na unajulikana kwa rasilimali zake za asili, kilimo na utamaduni wa kipekee. Pia unapatikana na mikoa jirani kama Lindi na Ruvuma. Hupatikana karibu na bahari ya Hindi na hivyo fukwe zake ni nzuri. Mtwara ni maarufu kwa uzalishaji wa korosho, mpunga na mazao mengine ya kibiashara. Mkoa huu rasilimali zake gesi asilia ambazo zinachangia katika maendeleo ya kiuchumi. Kiswahili ndicho lugha kuu, lakini kuna pia lugha za kienyeji kama Makonde na Yao. Mkoa una utamaduni wa kipekee ukiwemo muziki na ngoma za jadi. Mtwara ina fukwe nzuri kama vile Nguvumali. Maeneo ya kihistoria, kuna maeneo yanayohusiana na historia ya ukoloni na, na utamaduni wa kienyeji. Mkoa wa Mtwara ni muhimu kwa maendeleo ya taifa kutokana na rasilimali zake na mchango wake katika kilimo na biashara. Hapa unaweza kupata bidhaa za kienyeji na kujifunza kuhusu utamaduni wa eneo hilo. Makumbusho ya Mtwara yanatoa taarifa kuhusu historia na utamaduni wa mkoa wao. Pia mbuga za wanyama za Nyerere, hii ni moja ya mbuga kubwa za wanyama nchini Tanzania ikihifadhi aina mbalimbali za wanyama na mimea. Mji wa Masasi una historia ya kiutamaduni na ni maarufu kwa mazingira yake ya asili. Unaweza kutembelea maeneo ya kihistoria na kujifunza maisha ya jamii hapa. Pia kuna mji wa Lindi, uwanja wa ndege wa Mtwara, soko la Kivukoni, miradi na nyumba za kijiji na desturi zao. Pia huo ndio mji wa Mtwara.